Ni siku ishirini na mbili pekee zimesalia kwa wagombea kujinadi kwenye majukwaa mbalimbali. Hizi ni siku muhimu sana, hizi ni siku adimu kwa wagombea wote kuhakikisha kwamba wanatumia kila namna kuwashawishi wapiga kura ili wawachague kabla ya Oktoba 29 ambako Tanzania itakwenda kuamua, siku ambayo watanzania watakwenda kupiga kura kutimiza takwa la kidemokrasia. Lakini nini ambacho kinapaswa kufanyika katika kipindi hiki ambacho ni cha siku ishirini na mbili? Tunazungumzia wiki tatu na siku moja. Nini inaweza ikawa siri ya kuwashawishi Watanzania ili wabadili upepo? Imekuwa ni moja ya jambo ambalo linaendelea kujadilika katika maeneo mbalimbali. Naitwa Nordin Selemani nikikualika hii leo kwenye Uchanganuzi, nasi tutaelea katika eneo hilo, kuangazia ni kwa namna gani basi wagombea wanapaswa kutumia turufu yao vyema, ili wanapomaliza siku ishirini na mbili wa Tanzania wawe wamewelewa. Studio tumemwalika Said Miraji, yeye ni mwanasiasa mstaafu, lakini kwa sasa amekuwa akihudumu zaidi eneo la uchambuzi wa maswala ya kisiasa. Karibu sana. Nashukuru asante kwema, alhamdulillah mambo mm, anakwenda. Bila shaka nashuhudia pirikapirika hekaheka kwenye majukwaa na sasa siku 40 zimeshaondoka kati sano, ya siku sitini na mbili ambazo tume huru ya taifa ya uchaguzi INEC wamezitenga kwa wagombea kwa tathmini yako, katika siku hizi ambazo zimesalia, nini ambacho kikifanyika kinaweza kubadili upepo ama mawazo ya wapiga kura? Uh, kuna mambo mengi ambayo kimsingi yanapaswa kuzingatiwa, lakini labda nikianza la kwanza, bila shaka, baada ya zaidi ya nusu ya wakati wa kampeni kumalizika, vyama huwa vinakaa na kufanya tathmini ya namna walivyoendesha kampeni zao kwa sababu unaweza kuwa umeandaa ahadi kwenye ilani yako ukazipeleka. Je, mapokeo yake yamekuwaje? kwa hivyo, bila shaka yako ambayo labda pengine hayakueleweka, yako ambayo hayakuwavutia watu kuliko ulivyotazamia, na yako ambayo yanaweza kukushangaza kwamba watu wameyapokea kwa kiasi kikubwa zaidi pengine ulivyofikiria. Sasa unapopata unapofanya tathmini, yale ambayo yamepokelewa sana, inabidi unajiuliza kwa nini, maanake upo uwezekano watu wamefurahia kitu kumbe, walichokitumaini wao sicho ulichokipanga wewe mm. na yale ambayo unaona hayakupokelewa, unajiuliza kwa nini, nimekosea kwenye uwasilishaji au yenyewe si miongoni mwa mambo ambayo yana mvuto kwa wananchi. Sasa ukishakumaliza kufanya tathmini ndio unakuja na mpango mkakati wa kuyaendea masiku kama haya ya mwisho mwisho, mm. kuna watu ambao wamegusa eneo kubwa la nchi, ukizungumzia katika nafasi ya urais. Kuna wale wagombea wa nafasi ya ubunge na wenyewe wamekwenda kata nyingi katika eneo lao, hali kadhalika pia kuna madiwani ambao wamewafikia wananchi wengi zaidi. Uh, mpaka sasa ukiwa umekwenda eneo kubwa umesalia na eneo dogo, mkakati unapaswa kuwa nini, tofauti na yule ambaye amekwenda eneo dogo na anapaswa kwenda eneo kubwa zaidi. Uh, kwanza kwenda eneo kubwa si mafanikio pekee ya kampeni uhum, wala kwenda eneo dogo siku sababu ya kuto kufanikiwa kwenye kampeni. Ujumbe gani ulikwenda ukauacha? Pahala gani kwa watu gani na kwa namna gani? Na je, huo ujumbe ambao umeuacha umeganda kwenye vichwa vya watu, wameushika? Ili waushike maana yake ni kwamba uguse mahitaji yao moja kwa moja, waone kama wanaweza kupata suluhisho la matatizo yao moja kwa moja. Kwa hivyo zile ahadi ambazo unaona zimewashika na wao wamezishika, haitoshi kuishia hapo mm. Ndio hapa unaposema unaweza kuwa umekwenda eneo kubwa, lakini bado ukaona kuna umuhimu au haja ya kurudi tena katika baadhi ya maeneo miongoni mwa yale uliyokwenda, kwa sababu katika kampeni hizi wewe unaweza ukenda, kabla akaja mwenzako akaja na hoja ambazo zikavuruga yale uliyoyaweka, au unaweza ukenda na bado ukaona hukueleweka vizuri. Kwa hivyo ile nafasi ya kurudi tena hurudi tena mpaka kule kwenye vile vijiji, unaweza ukarudi pahala ambapo unajua nikirudi niki hapa, meseji yangu itafika. Lakini pia unaweza ukatengeneza utaratibu, wakati mwingine sitarudi pale, lakini na mbinu tatu nataka nizitumie. Ya kwanza umesema hapa, unawagombea ubunge wanaofika kila pahala, unawagombea udiwani wanaoshuka kwenye kata mpaka ngazi ya chini kabisa, hawa wanakuwa sio mabalozi wako, wanakuwa ni sehemu ya timu yako ya kampeni. Kwa maana gani? Kuna ajenda sasa unazichukua kwamba kila atakapokwenda mgombea udiwani, kila atakapokwenda mgombea ubunge, sasa hivi kampeni yake itajikita katika ajenda moja, mbili, tatu tu. Kwa hivyo mwanzo unawezekana, zile siku za mwanzo ni siku za kuogelea kwa marefu na mapana yake. Leo kwa mfano chama kinatumia pamoja na yote vyombo vya habari, maana yake msingi wa hoja zake tokea siku ya mwanzo ya uzinduzi wa kampeni umeshafika kila pahali. Kwa hivyo sasa kinachotakiwa ni kuonekana kwa namna gani unatumia ukubwa au udogo wa eneo lako, jiografia yake, kuhakikisha mawazo yako, sera zako, mipango yako, siyo tu imewafikia lakini imeeleweka. hmm. Nyakati kama hizi chama kinatakiwa kiweke nguvu kwenye ngome zake, ama kwenye maeneo ambayo wanaamini kuna kura nyingi na wao huko sio imara. Wanapaswa kufanya mambo mawili. La kwanza kwenye ngome zake ni muhimu sana, kwa sababu wanasema ukikimbiza mwizi usisahau kufunga mlango. <laughs> Sasa kama wewe unakimbiza kule, alafu kwenye ngome umekuacha, ndio adui anaweza akaja kavuruga, alafu badala ya wewe kutafuta kura inabidi urudi kuja kuweka sawa huku. na ndio hapo nilipokuambia inabidi wagombea ubunge, wagombea udiwani na niongeze wengine ambao pale mwanzo sikuwataja, viongozi wa chama katika ngazi ile. Kwa mfano mgombea ubunge anakwenda kugombea, anafatana na mwenyekiti wa chama wa wilaya mm anafatana na mjumbe halmashauri kuu au kamati kuu alioko katika eneo lile. Maana yake kampeni inakuwa ni ya chama, sio ya mgombea peke yake. Kwa hivyo katika timu ya kampeni, maana yake hawa watunga sera wa chama, hawa wanaoingia kwenye vikao vya maamuzi ya chama, wanapaswa kusimamia kwa karibu kuona kampeni zao zinaleta mafanikio kwa kiasi gani. Wakati mwingine mgombea ubunge hana uwezo wa kufafanua sera za chama kwa kiasi kikubwa, mgombea udiwani lakini mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa anao. Ndio maana unaweza kukuta mgombea ubunge anagombea, lakini kuna mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, yani wenyewe waswahili wanasema shike shike na mwenyewe mumo. Kwa hivyo wale wenyewe wenye jambo lao, wenye sera zao wanafatilia, wakati mwingine hata masuala ya kija anaweza kulazimika pengine kujibu. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa mbinu ambazo uh, uh, uh, wagombea au vyama huwa vinaitumia nyakati kama hizi. lakini kuna suala zima la matumizi ya media mm. Unajua mimi nilipokuwa na simamia kama meneja wa kampeni, kila tukimaliza kwenye mkoa, tulikuwa tunaita press kueleza mambo yote yanayohusiana na mkoa ule, lakini kila baada ya muda tunaita press kuzungumzia sekta moja moja. Kwa mfano sasa hivi rais Samia kama mgombea, Salum Mwalimu kama mgombea na wengine wote kwenye vyama vyote wamezungumza kwenye masuala ya elimu, wamezungumza masuala ya afya, wamezungumza masuala ya, ya, ya kilimo, miundo mbinu, na mambo chungu mzima, ajira na kila kitu. Sasa upo uwezekano ulichokisema siku ya kwanza watu wamekisahau, wamebaki na ile nitaweka vitanda vya sita kwa sita, ndio wanalikumbuka sana kwa sababu ndo limewakaa kwa hivyo, inabidi ufanye utafiti katika ahadi zangu ipi ime, wenyewe wanasema Kiswahili cha kisasa, watoto wa mjini wa imebamba hmm, yani inatembea ina, ina, inakubalika na watu, ni ile talk of the town, ndio mazungumzo ya mji. Halafu unaona hii mbona ni muhimu, lakini haikupata uzito. Aa, sina uwezo wa kurudi kwenda kule, lakini kila baada ya muda naita press, sio lazima mgombea au sio lazima kuita press, nanunua air time. Kwenye vyombo vya habari bwana, eh, nusu saa hapa, dakika 45 pale, dakika 25 pale. Wewe nenda pale, ni mtaalamu unaelewa masuala ya elimu, kazungumze sera ya elimu tu. Wakati mwingine unahamishia, unaleta kwenye masuala ya kukutana na makundi maalum. Nazungumza na Watanzania kupitia wazee, ntazungumza mambo ya wazee, nitachomeka na mengine. Ntazungumza na wanawake, nitachomeka na mengine ntazungumza sijui na vijana, nitazungumza na viongozi wa dini, nitazungumza na walemavu, nitazungumza na wafanyabiashara, kila utakayezungumza naye, maana yake mwisho wa siku unakuta kila sekta umeirudia tena upya, umeiekea mkazo. Kwa hivyo hivi vitu ni miongoni mwa vitu muhimu sana kuzingatiwa na wagombea na vyama hmm. Kwa maneno yako uh, Miraji, unasema kwamba kampeni katika duru hizi za lala salama hazitakiwi kuegemea majukwaa pekee. Sawa sawa kabisa, na hata zile tuzoko tukisema door to door campaign mm. pia ndio wakati wake sahivi. Yani ukisema wewe unaelemea kwenye majukwaa tu, unaweza ukapotea asubuhi mapema tu. Yani wakati huu, hii haswa ndio campaign, maana kuna mikutano ya kampeni na kuna kampeni. Mikutano ya kampeni ndio ile, unakwenda kwenye jukwaa unamwaga wa w pata pataya, atakayekosa ujinga wake mwenyewe. Hmm. Halafu kampeni sasa ndio hii ya kwenda kumshawishi mtu kutoka alipokuwa kwenda pale unapotaka wewe aende. Kwa hivyo ukizungumza kampeni, hasa kuna baadhi ya watu wanakuambia kampeni ni ile wiki ya mwisho, ni zile siku tatu za mwisho. Kwa hivyo huku nyuma tumetoka na kitu tunaita mikutano ya kampeni Okay. Sasa ndio tunaingia kwenye kampeni, maanake ni sawa na shamba unafieka pori unaliandaa unapanda mbegu, sasa ndio unaulea unaolea ule mti ulioupanda uweze kumea na ukupe matunda. Wagombea sasa wanatakiwa waingie na mguu gani kwenye hiki sasa ambacho ndicho kampeni yenyewe, na si e, ile mikutano ya kampeni he. Sasa hapa ndipo mgombea anapotakiwa kutumia hikima na busara. Pale mwanzo Unaweza kuwa ulikuwa unakosea, unafoka, unakosoa wenzako, unashutumu, unatisha. Kipindi hichi ni kipindi cha hatari sana. Kauli moja tu unaweza ukaizungumza, watu wakadistort habari yako yote, ukapambana mpaka dakika ya mwisho. Nakumbuka, sitaki kutaja jina, miaka hiyo niko kwenye kampeni kiongozi wetu mmoja alikuja akatoka na kauli moja, akasema, kuna utawala na uongozi. Uongozi ni kwa ajili ya watu, utawala ni kama ufalme, na sisi hapa tuna watawala weusi, watu wenzetu weusi wanatutawala. Kwa hivyo tarehe kadhaa kadhaa ikifika, ndio mwisho wa utawala wa mtu mweusi. Konsepti ni nzuri sana hiyo, haina shida yote lakini watu wakaichukua waka distort kwenye vyombo vya habari, wakasema jamaa huyu anasema utawala wa mtu mweusi mwisho tarehe hii, maake wanataka kutuletea <laughs> umeiona hiyo ishu, na? Kwa hivyo kunatakiwa kuwa na umakini wa hali ya juu kabisa. Sasa hivi kiongozi hatakiwi kufoka, hatakiwi kuwa na controversial statements, yani zile lugha tata zisizoeleweka hatakiwi kuja na mambo ya, ya shutuma tu hivi yaani. Sasa hivi lugha yako mbali ya kuwa ni ya kubembeleza, mbali ya kuwa ni ya kusisitiza ulioyazungumza, lakini ni lugha ya kuja na masuluhisho, yaani tunasema majawabu ya masuala yaliyoibuka kwenye kampeni. kwa mm, mfano umezungumza, utatoa elimu bure. Sasa hivi ndio pakuwaonyesha watu elimu bure utaitoaje, ili wawe convinced li watu umezungumza mpaka umefika ulipofika, lakini kuna vitu havikuwemo kwenye sera. Kwa mfano mathalan, mathala, masuala ya amani, lakini kuna matishio ya watu kuogopa kuvunjika kwa amani. Hapa ni pahala pa kwenda kuwabembeleza pa, yani kuonyesha ile kwamba wewe ni comfort nanii, kwamba wewe ukiwa rais ndio mfariji mkuu kwa hivyo anza kuwafariji sasa hivi, uwatoe mashaka, uwaweke vizuri. Kampeni sha ni, ni, ni mambo magumu kidogo hmm. <laughs> majuma matatu na siku moja, siku ishirini hmm. na mbili ndizo ambazo zimesalia kwa wale wagombea. Sasa wameyasema mengi uh, na wakati mwingine kwa sasa unaona wengine akienda kwenye mkoa anaanza kuongea vitu specific vya mkoa w husika yes. Kiachana na yale ambayo yalizungumzwa kwa ujumla wake na ndo kipindi cha lala salama. Mwelekeo unapaswa kubakia kuwa waendelee kwa specific kwa maeneo tu ya mikoa anayokwenda, ama bado waendelee kubaki katika upana. Mtu kama mgombea wa urais awe amekwenda ame, ame, ame kwenye mawanda mapana zaidi kuonesha kwamba si mkoa tu, lakini mimi bado nitayabeba katika ukubwa wake. Moja, mbili, tatu, unaweza ukakuta pengine kulikuwa na mgombea na mgombea mwenza mm. Mgombea baada ya kufanya mkutano wa jumla kazunguka eneo lake na mgombea mwenza kazunguka eneo lake. Kwa hivyo unaweza ukakuta zaidi ya asilimia themanini ya maeneo yameshafikika kwa hivyo yale ambayo angekuja kuyazungumza mgombea kayazungumza mgombea mwenza, na kuna baadhi ya maeneo alipita mgombea atarudi tena mgombea mwenza kwenda kukazia zile hoja. Maake, wakati mwingine inatokea hivyo, mgombea alishaondoka pahala, lakini anatakiwa pahala fulani hajaenda, lakini huku kuna haja ya mtu kurudi, mgombea mwenza anaambwa, rudi huku, nenda kasafishe hali ya hewa, ili mgombea aweze kuendelea eneo jengine. Kwa hivyo unaweza ukakuta hapo sasa kinachotokea Mgombea sasa hivi anapaswa kuwa na hutuba mchanganyiko. Anakuwa na hutuba kutokana na hali ya mazingira tuliyo nayo, anakuwa na hutuba ya kusafisha hali ya hewa kama imechafuka, anakuwa na hutuba ya kutoa yale aliyoyaficha ya siri, kwa sababu anajua hizi ni karata zangu za mwisho mwisho. Kwa hivyo, mgombea unaweza ukakuta anakuja hapa leo akaja na ajenda tatu, ajenda moja akazungumza mambo yanayowahusu watu wa hapa. Lakini utakuta kadiri atakavyozungumza mambo ya watu wa mkoa ule yatakuwa na muunganiko na sera za taifa. Kwa mfano, nilikuwa nafatilia majuzi hivi baadhi ya wagombea walipokuwa kwenye mikoa, mgombea sisi walikuwa mikoa ya kaskazini. Ukitazama anayoyazungumza, unaona anawazungumzia watu wa kaskazini, lakini anazungumza masuala ya kufungua biashara na mikoa ya pembezoni ya, yani tunaita ya mpakani, badala ya kutegemea kuwa na bidhaa au biashara za katikati ya miji tu, unaona anazungumzia masuala ya ukuaji wa kilimo, anazungumzia masuala ya ya, ya, ya, ya viwanda, anazungumzia masuala ya miundombinu. Japo unagusa watu wa eneo lile, lakini bado utekelezaji wake yanakuja kwa ujumla wa wananchi wengi. Kwa mfano eneo kama Tanga zamani ni eneo ambalo lilikuwa la viwanda vingi, na lilikuwa kwa sababu ya viwanda, kwa sababu ya bandari, kwa sababu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kuwa na ile nani kilimo labda okay, kama cha mkonge na kingine, ilikuwa limekusanya watu wengi sana kwa sababu wanakwenda kutafuta maisha, pana vyanzo vya kupatia maisha. Kufa kwa viwanda, kudorora kwa, kwa, kwa, kwa bandari kukufa kwa nani, kwa kilimo na hasa cha, cha, cha katani, kutokuwepo kwa ile treni iliyokuwa inatoa mizigo kupeleka na kurudisha, hata turnout ya watu imepungua katika maeneo yale. Ukizungumza kurejesha hayo, unazungumza aliyekuwa anaona pana mbana pemba achupe ingie Tanga, unazungumza anayeona kwamba Tanga pana mambo moja mbili tatu hayako sawa pale mjini, asogee mpakani, na hapo manaake itabidi uzungumzie sera kubadilisha sera za forodha, uzungumzie masuala ya kodi na mambo chungu mzima, ili kuwawezesha hawa wafanyabiashara ambao watakuwepo katika maeneo yale, watumishi na wafanyakazi waweze kuishi vizuri. Kwa hivyo bado unazungumzia mkoa kwa wakati huo huo, ina tafsiri na kuakisi mahitaji ya taifa kwa ujumla. hmm. ha, ni kipindi <laughs> kipindi kizito, ni kipindi kizito. Kuna watu ambao nyakati kama hizi ndiko ambako huwa wanaingia watoto uh, wa mjini wanasema wanaingia mkenge, kwa sababu ya akipiga hesabu zake anaona, eh, siku zimeisha. Mengi sijayasema kuna sehemu nyingine ikienda sieleweki, mtu anaanza kuyasema hata yale ambayo hayapo kwenye ilani, haya uhusiani na sera ya chama chake. Nini athari zake? Athari zake ni kubwa. Moja ndio ile niliyokuambia, ukiona hizi controversial statements Yani, lugha hizi ambazo hazieleweki eleweki tafsiri yake haiko bayana uh, watu wanaweza wakageuza waka, waka, geuza, waka distort, yani wakapotosha yale maneno ya yako unayoyasema. Moja mbili, wanaweza wakakujaji kwa sababu unakuwa ni mtu mwenye kimuhemuhe, yani paparapapara papara, sasa yani yani una, unaona muda umeisha na wewe unakimbizana, kwa hivyo unaweza ukajikuta unapotea sasa utaratibu mzuri. Sasa hivi ukiachilia mbali haya mambo ya kama ninavyokwambia, hizi kampeni, kuna kitu tunaita air war kwenye politics, yaani vita vya angani kwenye siasa. Kwenye siasa kuna vita vita vya angani, sasa hivi ndo hivi vya kutumia media. Sasa media wakati mwingine sio tu suala la kwamba wewe unanunua muda wa hewani, halafu unakwenda kukaa unaongea aa. Wakati mwingine unasema mimi nimenunua kipindi changu, lakini badala ya kuwa nakuja naongea tu kama kasuku, nataka nipate mtu wa kunihoji, iwe kama yeye anakuwa ndio yupo kwa niaba ya wale wananchi. Kwa hivyo, ananihoji mimi, najibu ili kupata kutoa ufafanuzi wa yale ninayoona yalipaswa yafike. Kuna wengine kipindi kama hichi, ndio eidha wanaruhusu au wanakataa maswala kwa sababu katika kuruhusu maswala unatakiwa uwe unajiamini na una majawabu. Ukiona huna, ndo unakuta kuna mgombea sasa hivi kila ukimwambia bwana basi njoo hapa, anakwambia niko bize, anakimbia, watu wanakimbia. Na kwa wenzetu wagombea katika kipindi kama hichi, ndio wanaingia kwenye mdahalo watatu ambao unakuja kuamua ile kwenye kura ya maoni mgombea gani anaonekana anaweza kuwa na tija, na katika mdahalo wa tatu hawaji tena kuja kuzungumzia hizi sera unazozizungumzia huko, wanakuja kuzungumzia masuala makubwa ya ulinzi na usalama, masuala ya mahusiano ya kimataifa, masuala ya biashara hizi kubwa kubwa, masuala ya sera za uwekezaji, mambo chungu mzima. Kwa hivyo unaweza ukakuta chama ambacho kipo makini sasa hivi unategemea kiwa kishawaeleza wananchi mipango yake juu ya elimu, juu ya afya juu ya ajira juu ya kilimo juu ya miundombinu juu ya mambo yote yanayoihusu jamii. Yaani, kama ni kapu hivi ukilichukua lile kapu linakuwa limeandikwa kama vile simba anavyoandika kapu la magoli hmm. Basi hii limeandikwa lile kapu kama ni huduma za jamii. Kwa hivyo huduma zote za jamii, mambo yake ile jamii yako utaimarisha namna gani, yamo mle kwenye lile kapu. Sasa yako mambo ambayo yanahitajika na hayaonekani katika ule mduara wa kuboresha huduma za jamii yani, ya sasa. Hayo ndo hayo maswala ya mahusiano ya kimataifa na kikanda, maswala ya biashara na uwekezaji, ambayo hayo ni ya nje, masuala ya kupingana labda pengine na biashara za wanadamu, za, za, za kusafirisha wanadamu, maswala madawa ya kulevya, maswala ya rushwa, huu ni wakati wake sasa, kwa sababu mwisho wa siku hayo yanaathiri maisha halisi ya wananchi. Sasa ulipokuwa ukienda kule ukikuwa unazungumzia utawala bora kwamba nitahakikisha uwajibikaji unakuwa hivi na hivi, huduma zinapatikana kwa wakati, lakini kuna vikwazo ambavyo vinapelekea hayo kushindwa. Sasa ndio wakati wa kuja kueleza unapambana vipi na hivyo vikwazo. Hmm. <laughs> <laughs> na maneno kwake Said Miraji, ya kwake Said Miraji. Wakati wetu uh, unakwenda mbio kweli kweli. Hii leo tulikuwa tumeamua kupiga darubini kuhusiana na siku ishirini na mbili za kampeni ambazo zimesalia, ambako Miraji anatuambia hizi sio siku za mikutano ya kampeni, bali ndo siku zenyewe za kampeni, lazima mbinu zibadilike. Lakini pia kile ambacho wagombea wanakwenda kujinadi, lazima pia wakitolea ufafanuzi wa kina, ili wale wapiga kura waweze kumwelewa vya kutosha na kuweza kwenda kufanya uamuzi ifikapo Oktoba 29 ambapo watanzania tutalazimika kwenda kupiga kura kutumia haki yetu ya kidemokrasia kuchagua na kupata serikali halali ya kidemokrasia ambayo lazima itokane na sanduku la kura. Nikushukuru sana Salimu, asante sana. <laughs> Na ndivyo ambavyo tunamaliza uchanganuzi hii leo. Saidi Miraji na siyasa, mstafa, kuwa naye hapa mchambuzi wa maswala ya siasa na mwanasiasa mstaafu ambaye pia ameshakuwa kampeni menaja kwenye kampeni za urais, lakini mwenyewe pia aligombea katika nafasi ya mgombea mwenza kwenye ile nafasi ya urais. Kwa hiyo pia ametupa uzoefu wake katika eneo hilo na namna ambavyo nyakati kama hizi siasa zinapaswa kupigwa kwa mwelekeo upi. Minaitwa Nordin Selemani, nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea, na panapo majaliwa yake Allah tukutane tena kesho kwenye kipindi kingine cha Uchanganuzi. Usiku mwema kwako.